Goli la matumaini. Leo hatuangalii kalenda wala historia, tunasonga mbele katika safari ya ujasiri. Tunavuka mipaka, milima na mabonde, tukitaka kuona kijiji cha ndoto za watoto human Human Dream Children Village. Hiki ni kituo cha kulea watoto wenye ulemavu. Hapa Cheza Foundation inabeba bendera ya ushirikishwaji wa watoto katika michezo ya watoto wenye ulemavu. Huu ni wito wa uzalendo huku lengo letu kuu likuwa ni kuhakikisha kila mtoto anapata nafasi ya kucheza. Hapa Human Dream Children Village tunajenga ujuzi wa soka, tunajenga wana michezo imara na hodari. Ushirikiano wetu unathibitisha kuwa kila mtoto, bila kujali changamoto, ana haki ya kucheza. Hatuoni ulemavu, tunaona vipaji na uwezo usio na mipaka. Hongera kwa mwanzilishi wa kituo cha Human Dream Children Village umetupa nafasi umetupa heshima na kamwe hatutakuangusha. Kabla ya kuanza mazoezi, tunaweka nanga ya utulivu. Tunaanza kwa sala. Sala huweka msingi wa nidhamu, heshima na umoja, tabia muhimu kwa ustawi wa watoto wenye mapenzi ya dhati na Mungu. Hapa tunakabidhi mafunzo yetu kwa Mungu mkuu, mtukufu aliyeju Watoto wenye cerebral palsy hukumbana na changamoto ya kushindwa kujitambulisha vizuri, hivyo tunaanza kuwafundisha jinsi ya kujitambulisha na kueleza namna wanavyojisikia. Tunatoa nafasi kwa walimu na volunteers wetu pia kujitambulisha. Hii huimarisha uwezo wa watoto kujiamini na kujisikia na kuona wanapewa nafasi ya kujielezea. Kila mtoto anayejitambulisha anashangiliwa na kupewa hamasa ya ushindi wa goli la kujiamini. Sisi ndio tunaongeza ladha ya soka Tanzania. Sisi ndio taasisi pekee tunafundisha cerebral palsy football. Tunafundisha kutoa pasi ya kurusha kwa mkono kabla ya kuwafundisha kukokota na kupiga mpira kwa mguu. Watoto wenye cerebral palsy wanapata msaada wa kutosha kutoka kwa marafiki zao wasio na ulemavu. Msaada kwetu sisi ni uzalendo. Kila mtoto anajifunza jinsi ya kudhibiti mpira, kudhibiti misuli na kuimarisha uwezo wa kujiamini. Tunajenga mabeki na washambuliaji hodari huku goli likifungwa hapa Human Dream Children Village, kila siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne asubuhi. Wazazi na walezi wanaoishi maeneo ya karibu na Toangoma na maeneo ya jirani, msifiche watoto wenye ulemavu. Ulemavu si laana. Watoto wenye ulemavu ni vipaji vya michezo tofauti tofauti. Watoto wenye ulemavu ni vipaji vya soka la watoto wenye mtindio wa ubongo. Watoto wenye ulemavu ni vipaji vya soka la watoto wenye changamoto ya macho na michezo mingine kadha wa kadha kulingana na aina ya ulemavu.